Mapendekezo mazuri ya miradi yamekuwa yakifikishwa mikononi mwa wafadhili na benki kwa muda mrefu, lakini mara nyingi hali halisi inayopatikana mashinani ni tofauti kabisa. Ahadi zilizowekwa kwenye karatasi mara kwa mara huwa haziambatani na yaliyo nyanjani. Hata hivyo, wakati wakurugenzi wa Benki ya Equity walipoamua kwenda zaidi ya ripoti na kufanya ziara ya kutafuta ukweli katika Majestic Digital Hub, kile walichokigundua kilikuwa cha kuvutia na chenye matumaini makubwa. Katikati ya mashaka, waliona kazi ya ukweli ikifanyika, jamii zikijitahidi, miradi ikistawi, na tumaini yakichipuka upya. Ziara hiyo ilikuwa ukumbusho kwamba uwajibikaji na ufuatiliaji vinaweza kufichua si changamoto pekee, bali pia hadithi halisi za mafanikio zinazostahili kuungwa mkono. Dkt. Jacob Akida, meneja wa tawi la Benki ya Equity Changamwe, Mombasa, akiwa na baadhi ya wenzake, alitembelea Majestic Digital Hub iliyoko kijiji cha Kwang'ombe, Mikindani Mombasa. Ziara hiyo ilihusisha matembezi katika kituo kizima, ambapo walikagua uwezo na ukubwa wa kila mradi, kuanzia studio za Majestic Digital TV hadi mabwawa ya ufugaji wa samaki ya baharini yaliyokuwa na samaki wa tilapia wa baharini, milkfish na kamba. Kikundi cha wanahabari wakiwemo waigizaji kilionyesha kazi zao kwa umma, zikiwemo kazi kama zawadi ya mama iliyoandaliwa na Polino Lendo auma na macho yema mama dai alafu wewe sana nimlete baadaye ama yema sana, yema sana, yema sana. Daktari Akida alikiri kwamba miradi hii ya ndani ina ujasiri mkubwa na inaleta mapato pamoja na kuendeleza ujuzi wa vijana wa jamii hiyo. Kwa mujibu wa Steven Msioki, mlezi mkuu wa Majestic Digital Hub Changamoto kuu inayokabili kituo hicho ni uhaba wa fedha kwa ajili ya kuendeleza shughuli, kununua vifaa na kulipa wafanyikazi. Akinyi Damaris, Maj Digital TV.